Zile jengo, na floor, yuko ground floor. Leo ah, kusuri, ni hapa gani? Sasa unaenda kwa, unapajua bwana? Mjema, hali yako? Asante. Asante sana. Mimi naitwa Emmanuel. Naitwa Happy. Bosi wenu yupo? Karibu ndani. Okay. Asante. Sisi tunatokea Rentax, na tukifika kwenye ofisi, tunaomba kumwona kiongozi mkubwa kabisa. On bza nikamwangalia kama yupo naeza kanisubiri hapa kidogo? Sawa. Nachunlaueni wau, kuna wageni wamefika hapo nje, wanasema kwamba wanataka kuja kukuona. Wageni gani? Ah, uh, wanasema kwamba wanatokea taxi. Taxi. Taxi. Taxi? Sasa, tufanye ujanja, ngoja kwanza hapa hamna bosi sasa, ili tuwasikilize anasemaje. Karibuni sana bosi, hayupo? Ila si sasa sisi ndio huyu? Hapana, huyu ni fanya kazi. Tuko. Tunaweza tukasikiliza, hamna shida. Bosi hayupo. Nafikiri ulimwambia tunakotokea. Ndio. Yes, ulimwambia tunatoka wapi? Sisi tunatoka

haditahivo hipo ah, mambo ma... Eh, mmetokea. Sisi kama Rentax tunafanya vitu vingi kumrahisishia mtu yoyote anayetaka kuanzisha kampuni au ndani au nje ya nchi moja ya majukumu ambayo sisi tumekuwa tukiyafanya, wabobevu kabisa, mwenzangu watakusaidia kutaja. Majukumu yetu yapo mengi sana, lakini leo nitakwambia kwa uchache. Yes. Tunasajili kampuni. Ndio. Sawa. Tunakusaidia kupata leseni ya biashara. Eh. Tunakupa ushauri wa maswala yote ya kodi, na tuko wengi. Timu nyingine inaenda huku, timu nyingine huku, timu nyingine huku, timu nyingine iko makao makuu yetu pale. Huyu nilikuwa namwambia fuatilia tu tumalize ile jambo, anaingilia huku anatokea huku. Leo mmetufata wenyewe, tunawashukuru sana, karibuni sana sana, karibuni, asante, asante sana. Kwa hiyo uh, mi nafikiri sasa jambo hili tufanyaje? Kwa sababu hawajafanya chochote, tuwaelekeze ofisini <todicu> tuko Victoria kwenye mataa pale, kuna jengo la BMTL na hatuko chini, tuko gorofa namba gorofa, gorofa ya pili, tumekuja kibao pale